Unafikiri vipi ndugu yangu? Karibu sana. Mimi nimefurahi kukutana na wewe. Nafikiri tulifahamiana tangu mwaka 2023, si ndio? Kabisa. Ya, uli ulikuwa na changamoto gani kabla hatujafahamiana? Mimi nilikuwa na changamoto ya kufika ya kuwahi kufika kileleni nijichua kwa muda mrefu. Okay. Eh. Oh, sawa sawa. Na ulitafuta tiba za kila aina au ulitumia nini baada ya hapo kabla hujafutana na, na na huduma yangu? Nitumia madawa mengi sana kama maana ma, ma, tatu, sipata matokeo yoyote, hata matokeo yote, Pata yote. Yeah. Sasa pole sana bro. Yeah. na baada ya yeah, kukutana na tiba kiboko mwamba mwenyewe vipi, ulipata matokeo gani sasa hivi? Vipi kuzana changamoto wako kwa wife wako ile bado ipo au imeisha? Ah yeah, imeisha kabisa. sasa hivi napeleka, napiga moto, napiga moto <laughs> <laughs> oh, wow okay. na sasa napeleka moto mpaka mtoto wa mama anasema yes. Yeah. Ndio wenyewe sasa. Yeah. kwa hiyo unawashauri nini wale ambao wanahofia kutumia yote, tiba hii Uh, mi nawashauri tu watumie, tiba itawasaidia, watapona mm, kabisa okay, acha kungangaika huko ndani. yeah. Oh, safi sana hii, hongera sana bro kwa kufika ofisini kwangu yeah, na kuweza kuamua kuanza na kuona kwamba unaweza tukabadilisha uh, maisha ya watu wengi wanaume wengi ambao wanaso kule wanapitia changamoto nyingi na wapati matokeo. kwa hiyo okay. mi nakukaribisha sana bro na karibu sana.